Karibu sana kwenye The African Script, chaneli inayosimulia historia ya Afrika kwa kina, kwa ukweli na kwa heshima inayostahili. Leo tunakualika katika safari ya kipekee ya kihistoria, safari ya kuifahamu Afrika ya kale. Kabla ya ukoloni, kabla ya mipaka ya kisasa na kabla ya simulizi nyingi zilizopotoshwa. Afrika ilikuwa tayari ni bara lenye ustaarabu mkubwa, maarifa ya kina na mifumo imara ya kijamii. Hii ndiyo Afrika tunayoisimulia hapa, The African Script. Afrika inatambulika duniani kote kama chimbuko la mwanadamu. Tafiti za kisayansi zinaonyesha kuwa binadamu wa kwanza waliishi katika bara hili, hususan maeneo ya Afrika Mashariki kama Ethiopia, Kenya na Tanzania. Masalia ya kale ya Homo sapiens yanaonyesha wazi kuwa safari ya mwanadamu duniani ilianzia Afrika. Ukweli huu unaifanya historia ya Afrika kuwa si ya bara moja tu, bali kuwa historia ya ubinadamu wote. Kwa maelfu ya miaka, Afrika imekuwa nyumbani kwa makabila mengi yenye tamaduni, lugha na mifumo ya kijamii iliyojengwa juu ya mshikamano na utu. Makabila haya yaliishi kwa kuheshimu mila, desturi na hekima ya wazee. Wabantu walienea katika Afrika ya Kati, mashariki na suni, wakieneza kilimo, lugha na ufundi wa chuma. Waniloti kama Wamaasai walijulikana kwa ufugaji na nidhamu ya kijeshi, huku Wakushi na jamii za Afrika Kaskazini Mashariki wakichangia sana maendeleo ya biashara na ustaarabu wa mwanzo. Afrika pia ilijenda milki na falme kubwa zilizotawala kwa karne nyingi. Misri ya kale ilikuwa miongoni mwa ustaarabu wa kwanza kabisa duniani, ikiwa na uandishi, elimu ya nyota, tiba na uhandisi wa hali ya juu. Piramidi hadi leo ni ushahidi wa akili na maarifa ya Waafrika wa kale. Katika Afrika Magharibi, milki ya Mali ilijenga nguvu yake kupitia dhahabu na biashara, huku Mansa Musa akitajwa kuwa mmoja wa watu tajiri zaidi kuwahi kuishi katika historia ya dunia. Milki ya Songhai ilifuata ikiwa na mfumo thabiti wa utawala, jeshi lenye nguvu, na vituo maarufu ya elimu kama Timbuktu ambako wasomi walijifunza dini, sayansi na falsafa. Kusini mwa Afrika, ufalme wa Zimbabwe ya kale ulijenga majengo makubwa ya mawe bila kutumia simenti, jambo linalothibitisha kiwango cha juu cha ujuzi wa uhandisi wa Waafrika kabla ya kuwasili wa wakoloni. Waafrika wa kale hawakuwa nyuma elimia, walikuwa na maarifa ya kilimo, ufugaji, tiba asilia, utengenezaji wa zana za chuma na uelewa wa nyota na misimu. Elimu haikutegemea madarasa pekee bali ilisimuliwa kupitia hadithi, nyimbo, methali na matundisho ya wazee. Maarifa haya yalihifadhiwa na kurithishwa kizazi hadi kizazi, yakihakikisha jamii zinaendelea kwa misingi imara. Afrika haikuwa bara lililotengwa na dunia, iliunganishwa na maeneo mengine kupitia njia za biashara za Sahara, bahari ya Hindi na bahari ya Mediterranean. Biashara ilileta mwingiliano wa tamaduni dini na maarifa. Afrika ilisafirisha dhahabu, chumvi, pembe za njiva na mazao mbalimbali mbali, huku ikipokea vitabu, nguo na teknolojia kutoka nje. Hii inaonyesha wazi kuwa Afrika ilikuwa mshirika muhimu katika ustaarabu wa dunia. Kwa kumalizia, historia ya Afrika ni historia ya ustaarabu, nguvu na mchango mkubwa kwa maendeleo ya mwanadamu. Ni historia inayopaswa kusimuliwa kwa sauti ya Waafrika wenyewe. Hapa The African Script tunasimulia historia si kwa aibu, bali kwa fahari. Kuifahamu historia yetu ni kujitambua, kujiheshimu na kujijengea mustakabali bora. Asante sana kwa kusikiliza The African Script. Kama umeipenda simulizi hii, bonyeza like, subscribe kwenye channel na share ili simulizi za Afrika ziendelee kusikika duniani. Mpaka wakati mwingine, endelea kuisoma, kuisikia na kuienzi African Script yako.